watukdlaa bihi lhawaij watunalu bihi lraghaib wa husni lhawatim wa yuskat laman biwajhi lkarim. Mpaka sasa endelea katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema ambayo kwamba Allah subhanahu wataala ametuwafikia na kuna wengi ambao kwamba walitamani kupata neema kama hii lakini Allah subhanahu wataala hajawafikia. Alhamdulillah, twafaa tuuregeshe shukrani kwa Allah subhanahu wataala kwa kutujalia neema kama hii kwa uchache tuseme alhamdulillah. Insha allah hutuba yetu ya leo tutaongelea tutaongelea kuhusiana na zakatul fitri. Na pia nitagusia kidogo kuhusiana na masala ya kisimamo cha usiku ambao ni tahajjud, kwa sababu Ramadhani yaelekea kwenda kumalizika. Tuko katika kumi la mwisho, na kumi la mwisho tumebaki na masiku machache, ambao kwamba tutayamaliza na tutakuwa tumeiaga Ramadhani, mwezi mtukufu

Basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu kama huyo, ambaye kwamba amesimama usiku wa cheo kufanya ibada, na kwa imani na kwa ajili ya kutarajia thawabu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Na ni kila mtu ambaye kwamba yatamani kusamehewa madhambi yake, kwa sababu kila mtu yuataka kesho akenda kuonana na Mola wake, iwe ni msafi, ni msafi wa nyoyo, ni msafi ambaye kwamba atakuwa hana makosa wala hana madhambi, ili akionana na Mola wake kesho iwe ni msafi, hana madhambi wala hana makosa aina yoyote. Sasa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salama anasema man kama lailatul qadri, mwenye kusimama katika huu usiku wa cheo, na usiku wa cheo wapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wapatikana katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ukiutaka huu usiku wa cheo, ni mpaka usimame usiku uutafute, kwa sababu huwezi kuwa umelala au wafanya shughuli zingine, alafu ukaupata usiku wa cheo. Ni mpaka uutafute, kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema eh, waihtisaba yani kwa kutarajia thawabu, bimaana ufanye ibada ndio upate usiku kama huo. Na mwenye kuupata usiku kama huo usiku wa cheo, tumeambiwa itakuwa amefanya ibada miezi alfu, kwa sababu tumeambiwa lailatul qadri khairu min alfi shahar, usiku wa cheo ni bora kuliko miezi elfu. Na miezi elfu ukipiga idadi yake utapata miaka themanini na tatu na zaidi. Sasa wewe huwa umefanya ibada miaka thamanini na tatu au miaka thamanini tena ibada ya sawa sawa. ibada ambayo kwamba imekubaliwa na Allah subhanahu wa taala, hiyo ni neema. Lakini ukiangalia katika umri wa ummati Muhammad, umri wao ni baina sitini na sabini Ukifika miaka sitini au ukifika sabini huwa ushazeheka ushakuwa mzee, hujifahamu tena sasa leo iwe umeupata usiku mmoja tu, usiku wa cheo uandikio, umefanya amali miaka themanini na tatu kishano, akiangalia huku nyuma pia umefanya amali ya miaka mingine, itakuwa wewe uko mbali sana hapo. Sasa yafaa pia ujiulize mwenyewe, Ramadhani yaenda zake. Je, nimetanguliza nini katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hii Ramadhani yaenda zake, Nimefanya yale mambo ambayo kwamba yatakikana kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au nimefuata zile hukumu za Ramadhani. Nimefanya yale mambo ambayo kwamba yanazidisha nguvu katika ile saumu yako uliyoifunga, au Ramadhani imeingia, umeshinda na njaa umeshinda na kiu mpaka Ramadhani yaelekea kuisha na itaenda zake, ikawa wewe hukupata chochote katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeletwa kwa waumini ni kama bonus, kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna bonus nyingi, ili tupate kujisafisha nyoyo zetu, tupate kujisafisha yale mambo ambayo kwamba tumeyafanya nyuma. Kama ulikuwa nyuma wafanya ibada lakini katika mwezi huu ukazidisha, basi utapata zaidi. Na umeambiwa faradhi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama faradhi sabiini za miezi mingine, na sunna ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama faradhi moja ya mwezi miezi mingine. Sasa hii Ramadhani imeletwa kwetu sisi ni kama bonus ili tupate kujitengezea amali zetu ili kesho tukaenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuende na amali nzuri, tuende na amali ambazo kwamba zitamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa, kama Ramadhani imeingia mpaka yaenda zake we haukupata chochote, hiyo itakuwa ni hasara kwako. Na, na Jibril aliomba dua akasema Bauda man adraka ramadhana falam yaghfira laha, awe mbali na rehma ya Allah subhanahu wa taala. Mwenye kudirikwa na Ramadhani, yani Ramadhani ikamwingilia yeye, kisha asisamehewe madhambi yake. Kwa sababu kuna kumi la rehma, upiganie upate rehma. Na tukalimaliza kumi la rehma, tukaingia katika kumi la maghfira, upiganie uombe msamaha nalo, na tumelimaliza Tuko katika kumi la itikao minannari, kumi ambalo kwamba twatolewa katika moto. Na kutolewa katika moto ni kwamba ufanye mambo ambayo kwamba yatakuepusha na ule moto, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akutoe katika moto kama ule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala milango ya moto ameifunga na milango ya pepo ameifungua, mashetani akawafunga kisha akakuletea heri nyingi ambazo kwamba ukizifanya zitakufanya wewe uingie peponi, lakini kawa wewe bado waingia wataka kuingia kule kule motoni na ukiangalia milango ya moto imefungwa. Sasa kesho ukienda ukionyeshwa Ramadhani yako ilivyokuwa, ukaonyeshwa kwamba Ramadhani ilikudirika na ikaondoka, lakini hakuna ulichopata, itakuwa ni hasara kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba umekuja kufutia watu madhambi, kwa sababu kuna sababu nyingi ambazo kwamba wewe zitakufanya wewe ufutiwe madhambi yani, kwa namna yoyote ile. Kuna sababu nyingi za kufanya wewe ufutiwe madhambi yako makubwa na madogo, lakini sasa huyo mwenye kufutiwa madhambi yuko tayari kufutiwa madhambi haya? Ni mpaka ule mtu mwenyewe pia iwe yuko tayari kwamba na mimi niko tayari kufutiwa madhambi, niko tayari kuepushwa na moto, niko tayari kuingizwa peponi. Na ukiwa wataka uko tayari kwa mambo haya, ni mpaka ufanye matendo mema, ufuate zile sharti ambazo kwamba zatakikana kufanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ufuate zile hukumu ambazo kwamba zatakikana ufanye katika saumu, ndio saumu yako iswihi, Allah subhanahu wa ta'ala apate kuikubali, kwa sababu katika hadithi al-Qudsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kala llahu taala kulu amali ibnu adam lahu, kila amali ya mwanadamu ni yake yeye. Amali yoyote utakaoifanya iwe ni swala, iwe ni zaka, iwe ni kutoa swadaka, iwe ni kuongea ukweli, iwe ni kuishi na watu vizuri, ile ni amali yako mwenyewe wewe, ndio wajitengezea sawabu zako yaani yani ushajiwekea idadi ya zile sawabu kwa sababu tushiambiwa ukiswali wapata sawabu kadhaa ukitoa sadaka wapata sawabu kadhaa ukifanya hivi wapata sawabu kadzaa sasa ni wewe yategemea utafanya vipi wewe ndio utajitengezea zile sawabu zako lakini allah wa wataala anaendelea kusema anasema illa siyami isipokuwa saumu kwa sababu saumu si yetu saumu ni ya allah subhanahu wataala Allah subhana wa ta'ala anasema asaumu lii wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndiyo mwenye kuilipa saumu kama hiyo. Yani hii saumu sawabu zake hasanati zake Allah peke yake ndiye anaejua ya kwamba huyu mja wangu amefunga nitampasawabu kadhaa, huyu mja wangu amefunga nitampasawabu kadhaa, au huyu mja wangu amefunga hi saumu yake hakufuata liambokamba takikana kufanywa nitamrudishia mwenyewe. Yeye ndio anajua siri ya saumu. Hakuna anayejua siri ya saumu hii. We funga mwanzo mpaka mwisho, lakini hujui kwamba hii saumu yako imekubaliwa au haijakubaliwa, kwa sababu weza kuona matarajio kwamba hii saumu imekubaliwa, lakini kumbe sivyo unavyofikiria. Au kaona matarajio kwamba hii saumu yangu ninavyofunga, sidhani kama itakubaliwa, lakini kwa ndio yenye kukubaliwa. Lakini tuambiwa jipe moyo kwamba hii somo yangu ninayofunga ndiyo yenye kukubaliwa, kwa sababu nimefuata mambo ambayo kwamba yatakikana kufanya. Nimefunga kwanzia alfajiri mpaka magharibu, sijaongea maneno machafu, sijamuudhi mtu, sijamtukana mtu, sijampiga mtu, sijachukua cha mtu, sijaongea uongo, sadaka nimetoa, swala nimezifunga, Qurani nimesoma. Jipe moyo kwamba saumu yangu Allah ataikubali, na wewe mwenyewe fa uombe Allah aikubali saumu kama ile, kwa sababu saumu ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani yaelekea kuisha, kawa wewe mwenyewe ujiulize katika nafsi yako, Ramadhani yaenda zake, sijui hiyo inayokuja kwamba nitakuwa hai au nitakuwa katika huu mgongo wa ardhi. Je, hii ilioidiriki nimefanya mambo ambayo kwamba yatakikana kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au hii Ramadhani imenidiriki, hiyo nyingine nakuja, sina uhakika nao. Allah peke yake ndiye anajua. Je, nimepata zile bonus ambazo kwamba zimewekwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametwekea bonus katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa ni wewe mwenyewe ujiulize kwamba hii ramadhani imeingia na sasa yaenda zake, nimezipata zile bonus zile ambazo kwamba kwanza, ambazo kwamba tumewekewa na Allah subhanahu wataala. Kawe mwenyewe ujiulize, kaa peke yako ujihesabie, kwa sababu unaambiwa hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, we nafsi yako jihesabu mwenyewe kabla hujahesabiwa kesho kwa Allah subhanahu wataala. Kaa peke yako ujiulize, useme kwamba hii ramadhani imeingia, nimesoma kurani mara ngapi nimeitimiza juzu ngapi? Au hata juzu moja nimesoma? Je, kuna siku nilitoa sadaka labda katika hii Ramadhani? Niliwahi kumtukana mtu? Niliwahi kumkosea mtu? Kaa mwenyewe ujiulize kwamba kuna kosa labda ulilifanya, basi kabla haijaisha, kaa umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe, kwa sababu hatuna uhakika kwamba hii ramadhani ikisha kuondoka, kwamba hiyo inakuja, sisi tutakuwa hai Hakuna mwenye uhakika huo, kwa sababu Ramadhani ya mwaka jana tulikuwa na wazee wengi ambao tulikuwa nao hapa, lakini leo hawapo. Tulikuwa na baadhi ya vijana, lakini leo hawapo, kwa sababu wao mwaka jana walifunga wakajua na kwamba Ramadhani hii watakuwepo, wataendelea kufunga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewachukua mbele ya haki. Sasa na wewe kaa pia ujifikirie kwamba hii Ramadhani nimeipata, je hiyo nakuja nitakuwa hai au nitaidirika ramadhani inayokuja, lakini nitakuwa na afya ya kufunga ramadhani hiyo? Hilo ndio swali yatakikana ujiulize we mwanadamu. Kisha na kawaida, baada ya ramadhan huwa kuna zakatul fitri, huwa kuna zaka ambayo kwamba yahitajika kutolewa. Na zakatul fitri ni wajibu kwa kila muislamu ni wajibu kwa kila mmoja ambaye kwamba ametamka la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yaani kama wewe ni mwislamu, zaka kwako ni lazima. Na zaka ya mpasa kijana, ya mpasa mwanamume, ya mpasa mwanamke, ya mpasa mkubwa na mdogo. Zaka yatakikana kutolewa na kila mtu, sio zaka kwamba ni ya matajiri tu labda au zaka ni ya watu wakubwa, watoto hawatoi? Au zaka ni ya wanaume, wanawake hawatoi? Zaka ni ya kila mtu. Zakatul fitri yatolewa na kila mmoja ambaye kwamba yuko katika dini ya Kiislamu. Na hii zakatul fitri ina sharti zake. Ibnu Abbas anatuambia faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi alehi wasallam aliifaradhisha hii zakatul fitri kwa kila mwislamu, kisha akasema hii zakatul fitri ni tuhratu liswaimi, hii zakatul fitri ni yenye kusafisha saumu yako. Hii zaka ukisha kuitoa, itakwenda kusafisha saumu yako ambayo kwamba umeifunga katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuisafisha kivipi au kusafisha kitu gani? Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hii zakatul fitri inisafisha saum minal laghwi warrafathin, kutokana na vitendo ambavyo kwamba umevifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambavyo kwamba havina faida kwako wewe wala kwa jamii, au maneno ambayo kwamba umeyazungumza, hayana faida kwako wewe wala kwa jamii, au umezungumza maneno ambayo kwamba hayako hata katika dini Allah subhanahu wataala. Yaani, katika huu mwezi mtukufu Ramadhani uko katika saumu, umefunga, halafu ukaongea maneno ambayo kwamba hayana faida au ukafanya vitendo ambavyo kwamba havina faida, basi ukitoa hii zakatul fitri itasafisha uchafu kama ule. Kwa sababu ukifanya vitendo ambavyo kwamba havina faida au ukizungumza maneno ambayo kwamba hayana faida, haiharibu saumu yako, bali itapunguza sawabu ya ile saumu ile saumu yako itapunguza nguvu. Sasa ukitolea hii zakatul fitri, vile ule uchafu wote ambao kwamba umeufanya, hii zaka itasafisha. Kisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema na hii zakatul fitri inasafisha pia yale maneno machafu ambao kwamba kwamba umeyazungumza kwa ati umefunga. Uenda kawa uko katika saumu umefunga, halafu ukaanza kuongea maneno ya kukosa adabu, maneno ambayo kwamba hayana faida yaani, ukaanza kumtukana mtu au kumtukana mzazi wako au ka unaongea maneno ya kipuzi sasa. Ukitoa zaka kama hii, itasafisha maneno kama yale. Saumu so, yako itaenda ili hali ni safi. Kisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema na hii zakatul fitri wahiya tumatulilmasakin, nayo ni chakula kwa maskini. Chakula kwa maskini kivipi? huenda kawa katika biladi yetu kuna mtu au kuna famili ambao kwamba iko hali ya chini ni maskini, hawajiwezi lakini, ukimpa zaka kama ile, itakuwa umemsaidia na mwingine akimpa zaka kama ile, itakuwa imemuinua na yeye atakuwa amepata chakula, chakula siku kama ile ya Eid. Na je, hii zaka yafaa kutolewa wakati gani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: man adaha kabla salati wa hiya zakatul makbula Mwenye kuitoa hii zaka kabla ya swala ya Idi, basi zaka hiyo ni zaka ambayo kwamba imekubaliwa. Yani hii zakatul fitri yatakikana uitoe kabla ya swala ya Idi. Na pia ukitoa kama sahihi Ramadhani haijaisha ukaitanguliza sahihi pia ni uzuri zaidi. Ukatoa kabla ile Ramadhani ndio umeingia pia ni uzuri. Ukatoa katikati ya Ramadhani pia ni uzuri. Usingoje mpaka ile siku tumeangalia mwezi usiku ndo ukatoa zaka, ni sawa lakini ukitoa kama leo kesho na kesho kutwa ni bora zaidi, takuwa ushamaliza ile hamu, kwa sababu weza kuwa unapanga kutoa ile baadaya kabla hujaenda kuswali kisha ukasahau. Na mtume ashasema, wa man adaha baada salati wa hiya sadaqatu min sadaqati anasema, mwenye kutoa zakatul fitri baada ya swala ya idi, hiyo itahesabiwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine, haitahesabiwa kama ni zaka. Yani itakuwa hiyo umerudishiwa mwenyewe, ni sadaka tu umetoa, utapata ile thawabu za sadaka lakini si za zaka. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tena, saumu ramadhana hii, somu ya ramadhani ambayo kwamba tuko nayo, tumeifunga leo, anasema muallaku beina samai wal ardhi, imefungwa yaani imeangama baina mbingu na ardhi, iko katikati la yarfau, haipandi juu illa bizakatul fitri, isipokuwa ukitolea hii zakatul fitri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba hii zakatul fitri hii somu ambao kwamba tumeifunga sisi, wewe umefunga mpaka utamaliza hii somu yako haitoenda kwa Allah subhanahu wataala direct, bali itakuwa imekaa katikati ya mbingu na ardhi, iko katikati, haishuki chini wala haiendi juu, isipokuwa ukiitolea zakatulfitri, ndio saumu kama ile itapandishwa kwa Allah subhanahu wataala. Lakini kama hutoitolea zakatul fitri basi saumu kama ile utarudishwa na mwenyewe na itakuwa ni hasara mwezi. Mzima we umeshinda na njaa, umeshinda na kiu, umejizuia kukaa na mke wako, umejizuia kula chakula kizuri, umejizuia kufanya matendo yako mazuri, kisha leo urudishiwe nayo saumu yako uambiwe kwamba saumu yako haijakubaliwa, itakuwa ni hasara hiyo. Ni kama ujenge nyumba uko kidogo bado umimine, kisha nyumba ije ianguke, itakuwa ni hasara. Sasa natakikana hii zaka tuitoe. Na je, hii zaka yatolewa vipi? Zaka yatolewa kiwango ya kilo mbili na nusu na katika kutoa zaka, kama unataka kutoa zaka ya chakula, inabidi utoe kiwango ya kilo mbili na nusu. Na ukitoa chakula kama kile, uangalie chakula cha mji ni chakula gani ambacho kwamba chatumika, kama hapa Chundwa tuangalie chakula gani ndo chatumika sana? Ni wali ndo watumika sana. Sasa inabidi utoe mchele na mchele ukitoa utatoa idadi ya kilo mbili na nusu na katika kutoa mchele kama ule, yatakikana pia mchele utoe mchele mzuri, sio huu mwingine umempelekea Fatma, mwingine ukampelekea lokali, mwingine ukampelekea pishore. Yatakikana ukitoa utoe mchele mzuri na wote wape sawa sawa, sio kwamba huu ndugu yako ukampa Fatma ule mwingine nrafiki yako kampa biriani. Mwengine ukaji, ukampa biriani huyu, mwingine ukaja ukampa lokala ambalo kwamba halina maana, yafaa utoe mchele mzuri, na kila ukitoa kizuri ndio Mwenyezi Mungu naye atakupa mazuri haya. Na sasa kama hutaki kutoa chakula unataka kutoa pesa, pia yahurusika, lakini katika kutoa pesa hapo ndio atakikana tusikize kwa makini. Ukitaka kutoa pesa katika zaka Sikujitolea pesa tukasema labda haya, kila mtu shilingi 100 mia mia, au mia mbili mia mbili aa, yatakikana ile kiwango ya kilo mbili na nusu ipigie hesabu, kilo moja ni shilingi ngapi, kisha piga idadi ya kilo mbili na nusu ni shilingi ngapi, ndio utoe pesa kama ile. Haya, tutoe mfano, mchele kilo ni mia mbili, na mimi natakikana nitoe kilo mbili na nusu kwa hivyo napani ipige hesabu ya kilo mbili na nusu kilo moja ni mia mbili, kilo mbili na nusu itakuwa shilingi ngapi? Itakuwa mia tano kwa hivyo nafaa nijitolee mia tano. Na katika kutoa zaka, kama wewe mume una mke wako na watoto wako, wewe mume ndio ya kupasa utoe zaka. Ujitolee wewe mwenyewe mwanzo, halafu mtolee mke wako, kisha uwatolee watoto wako. Sio wewe mume useme kwamba mimi mume, lakini ukiangalia maisha yangu kidogo yako chini, mke wangu ana biashara zake, ama mke wangu ana pesa yeye, ndio atoe zaka. Haifai hivyo, ni wewe ndio utoe zaka na uwatolee familia yako au kuna mzee wako wamsimamia, ni babako au hata ni mjomba wako, lakini yuko ndani, au ni mzee we ndio wamsimamia kwa kila kitu, ye hajiwezi tena. Mtu kama ule, napasa we ndio umtolee zaka. Na katika kutoa zaka, tuseme kama leo leo ndo tutaangalia, mwezi kesho ndio Idi, kisha mke wako ana mimba ya miezi tisa, akajifungua leo, kabla jua halijakutwa, ule mtoto alizaliwa pia, yatakikana umtolee zaka. Usisema kwamba huu amezaliwa leo hayuko kwenye hesabu. Madamu amezaliwa ashakuja katika mgongo wa ardhi, yatakikana pia umtolee zaka. Naje mwanamke ambaye kwamba alikuwa ana mume, kisha akaachwa, akaachiwa watoto ndani ya nyumba na hana mume, basi zaka ile ambao at, atakikana kuitoa ni yule mama atawatolea watoto wake, kwa sababu yeye hana mume, yeye ndo anawasimamia wale watoto, atajitolea yeye Halafu awatolee wale watoto wake. Je, mama amezaa ana binti mkubwa na mdogo. Yule binti mkubwa ameolewa, yuaishi kwa mume wake, halafu ule mdogo amechukuliwa na yule binti yake mkubwa. Kwa hivyo ile zaka wewe haikupasi kumtolea yule, kwa sababu hayuko chini yako. Ni mwanao, lakini hayuko chini yako. Zaka kama ile atakayemtolea ni ule ambaye kwamba yuwamlea sasa. Na utaulizo swali, na je, maskini nao watatua nini? Ukiangalia wao wenyewe hawana kitu. Wao wenyewe wangoja hiyo zaka nao wapewe wapate kula chakula cha Idi. Basi tuambiwa, ule maskini, ile zaka kiletwa na mtu wa kwanza, akaletwa na wa pili, akaletwa na watatu, atapiga idadi kwamba hiki chakula niweza kula mchana na kula na usiku, kile kitakachobakia na yeye wapasa atoe zaka, asiseme kwamba mimi maskini sifai kutoa zaka na subiri mpwe na matajiri ah. Madamu umeletwa zaka na watu watatu au wanne, piga hesabu yako kwamba hiki chakula naweza kula mchana, tukala tukashiba, naweza kula na usiku na kitabaki kilo kadhaa. Basi kile kilichobaki kipigie hesabu, kitoe zaka. Kwa hivyo, kinachotakikana ni kwamba sote tutoe zaka ili tusafishe hii saumu yetu, tutoe zaka ili tuzifanye zile saumu zetu ziende kwa Allah subhanahu wataala direct, lakini kama hatutotoa zaka tutadharau tutaona kwamba si muhimu. Ukumbuke saumu yako Allah Subhanahu wa Ta'ala hatoichukua, atakurudishia mwenyewe, na ukumbuke saumu kama ile haitosafishwa. Kama uliongea maneno machafu wakati umefunga, itabaki ule ule na uchafu wake. Uliongea maneno ambayo kwamba hayana faida, yatabaki vile vile katika saumu ile. Kwa hivyo tunatutakikana ni zaka itolewe, kwa sababu ni lazima kwa kila mmoja atoe zaka Ujitole wewe na uwatolee watoto wako, na kama wewe labda ume, una famili, una baba una mama, halafu unakaa mbali na wazazi wako, yaani wajisimamia mwenyewe, wewe ndo utajitolea zaka mwenyewe. Usingoje ukasema babako au mamako ndo akutolee zaka, madamu wajitegemea, chakula ajisimamia mwenyewe, mavazi wajisimamia mwenyewe, basi zaka kama ile wewe ndo utajitolea. Lakini ukitanguliza kuanzia leo kesho na kesho kutwa ukawa unatoa zaka kabla hatujafika katika swala ya Idi, itakuwa ni bora zaidi kwako, kwa sababu mtume ameshatwambia ukitoa zaka kabla ya swala ya Idi so, zaka yako imekubaliwa, na ukitoa baada ya Idi itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine. Kwa hivyo tufanye bidii kutoa hii zakatul fitri, ili tuzifanye saumu zetu ziwe ni zenye kukubaliwa, tufanye saumu zetu ndio zenye kwenda kwa Allah subhanahu wa taala direct, ili tupate kuisafisha hii saumu yetu. Kwa hivyo Ramadhani yaenda zake nayaelekea kuisha. Kwa hivyo, haya masiku yalobaki, kimbilia sana kumuomba Allah subhanahu wataala msamaha. Umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie umri mrefu ili Ramadhani inayokuja pia ikupate ukiwa hai. Kama huko nyuma hukufanya ibada, basi haya masiku yalobaki, kimbilia ufanye ibada, kwa sababu amebaki masiku machache na hatuna uhakika kwamba hii Ramadhani tuweza imaliza au Ramadhani inayokuja itatupata.